Kivuli cha usaliti: jaribio la somo na mapinduzi dhidi ya rais Ibrahim Traore. Usiku wa saa nne, mwezi ukiwa umejificha nyuma ya mawingu mazito, makao ya rais mjini Wagadugu yalikuwa kimya sana, lakini ndani ya kuta za ikulu kulikuwa na msisimko wa ajabu. Watu wa karibu wa rais Ibrahim Traore walikuwa na mashaka Kulikuwa na harufu ya usaliti ikining'inia hewani. Kapteni Sadeo, mmoja wa walinzi wa ndani, aliingia jikoni akiwa na nia ya kawaida ya kukagua chakula cha rais. Lakini mara aliposogea karibu na sufuria la mchuzi alisimama ghafla. Sadu akiwa ananusa mchuzi, hii si harufu ya kawaida, kuna kitu hapa. Lakini mpishi wa ikulu ambaye alikuwa sehemu hiyo akamjibu mlinzi huyo, "Mheshimiwa, hayo ni mapishi mapya kutoka kwa mpishi wa Moroko aliyeletwa leo." Sadu, akiwa mkali, "Hapana, hii si mara ya kwanza nasikia jina lake likitajwa. Muite kiongozi wa kitengo cha sumu haraka." dakika kumi baadaye maabara ya haraka ndani ya ikuru ilithibitisha, kulikuwa na dalili za uwepo wa sumu ya arsenic ndani ya chakula ambacho alitakiwa kupewa raisi. Haraka taarifa zilifikishwa kwa Rais Ibrahim Traore aliyekuwa kwenye mkutano wa siri na baraza lake la usalama. Baada ya Traore kupokea taarifa hizo hakupanik. Badala yake, akawa mtulivu, kwa upole akatamka maneno haya: hii si mara ya kwanza lakini safari hii wamevuka mipaka. Muda umefika wa kuwatoa ndani ya mfumo. Jenerali Odraogo: mheshimiwa rais, hii ni kazi ya watu wa ndani. Tumegundua kuna walinzi wawili waliopokea malipo kutoka akaunti isiyojulikana nchini Togo. Traole akasema: Je, mnajua walengwa wa njama hii? Sadou: ndiyo, kuna ujumbe ulinaswa ukisema ili nchi ipone, kichwa kinapaswa kung'olewa. Kwa sumu walitaka kukuua kimya kimya na kisha kuzindua mapinduzi. Siku mbili baadaye, usiku wa tarehe 17 Februari 2024, wapiganaji wa kundi la siri la kijeshi walivamia kituo cha mawasiliano ya serikali. Lengo lilikuwa kumzuia Traore kuwasiliana na jeshi na kutangaza hali ya hatari, lakini walishangaa kuona tayari vikosi vya ujasusi vikiwa tayari kwenye maeneo muhimu ambayo walipanga kuyavamia kwa siri. Rais Ibrahim Traore alikuwa amejua kila hatua ya mpango huo, akisaidiwa na idara maalum ya usalama kutoka ndani ya jeshi. Baada ya kamanda wa mapinduzi kukamatwa, alinukuliwa akitamka maneno yafuatayo: Tulifikiria tayari umekufa, tulikataa kuamini, ulikuwa mbele ya sisi wenyewe. Traore akajibu kwa upole huku akiwaangalia: msipojifunza kuwa waaminifu kwa taifa, basi historia itawakumbuka kama watu waliotaka kuuza damu ya watu wake kwa chupa ya sumu. Hivyo jaribio la kumuua kwa sumu Ibrahim Traore na kufanya mapinduzi likawa limeshindikana, kwani mpango wao ulikuwa ni rais Ibrahim Traore apewe sumu na kisha wao wakavamia katika maeneo muhimu na kujitangaza kama viongozi wapya katika taifa hilo. Lakini kwa bahati mbaya, mpango wao ulijulikana mapema kabla ya kutekeleza adhima yao. Siku tatu baadaye, rais Ibrahim Traore akalihutubia taifa la Burkina Faso. Traore alianza kwa kutamka, Walitaka kuniua kwa sumu, lakini walikosea kwa sababu sumu yao haifanani na imani yangu. Walitaka kupindua nchi, lakini walisahau kuwa Burkina Faso imeamka. Sitazidi kuwa kiongozi kwa sababu ya cheo, bali kwa sababu ya ndoto za vijana wetu, damu ya mashujaa wetu na heshima ya bara letu. Hatutarudi nyuma kamwe lakini usiku wa tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2024 Rais Ibrahim Traore alikumbana na jaribio la kuuawa kwa sumu. Watu waliokuwa na nia ovu walijaribu kumuingizia sumu katika chakula chake, lakini kwa bahati nzuri mpango huo uligundulika mapema. Vyanzo vya usalama vilithibitisha kwamba jaribio hilo lilifeli na rais alinusulika akawa salama. Lakini mnamo tarehe 26 Septemba ya mwaka 2023 vyombo vya usalama vya Burkina Faso vilivunja mpango wa mapinduzi dhidi ya Rais Ibrahim Traore. Maafisa na watu wengine waliokuwa sehemu ya njama hiyo walikamatwa na uchunguzi ulianzishwa ili kubaini wahusika wengine lakini mnamo Januari mwaka elfu mbili na ishirini na nne kulikuwa na mpango wa kumshambulia Rais Ibrahim Traore wakati wa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika. Wapanga njama walikusudia kufanya mashambulizi kwenye makazi ya rais mjini Wagadugu, na kama mpango wa akiba, mashambulizi kwenye msafara wa serikali. Hata hivyo vyombo vya usalama vya Burkina Faso vilikamata mawasiliano ya wapanga njama kabla ya adhimio lao kukamilika. Mnamo tarehe 22 Aprili mwaka 2025, serikali ya kijeshi ya Burkina Faso ilifichua mpango mkubwa wa mapinduzi dhidi ya Rais Ibrahim Traore. Serikali ilidai kwamba wapanga njama walikuwa na makazi nchini Cote d'Ivoire. Waziri wa Usalama Mahamudu sana alisema kwamba mpango huo ulilenga kusababisha machafuko na kuweka nchi chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa. Alisema kwamba njama hiyo ingeishia kulingana na mpango wa wapanga njama, tarehe 16 Aprili 2025 kwa kumshambulia rais wa Burkina Faso Rais Ibrahim Traore na kundi la wanajeshi waliofundishwa kuwa waasi wa taifa baada ya mapinduzi ya Septemba 2022, Rais Ibrahim Traore ameishi maisha ya hatari akilindwa na vikosi vya usalama vya ndani na nje ya nchi. Alikuwa na uhusiano wa karibu na Urusi, na baadhi ya vyombo vya habari viliripoti kwamba alikuwa na uhusiano na kundi la kijeshi la Wagner. Hata hivyo, uhusiano wake na Urusi ulileta changamoto za kisiasa na kiuchumi, na baadhi ya nchi za Magharibi zilimshutumu kwa kutotii mashinikizo ya kimataifa. Licha ya changamoto mbalimbali mbali ambazo Rais Ibrahim Traore amekuwa akipitia katika kipindi cha uongozi wake, lakini bado ameweza kuleta mabadiliko makubwa katika taifa la Burkina Faso. Miongoni mwa mafanikio ambayo ameyafanikisha katika kipindi cha uongozi wake ni ujenzi wa hospitali kubwa magharibi mwa Afrika. serikali inajenga hospitali kubwa zaidi katika kanda ya magharibi mwa Afrika inayotarajiwa kufunguliwa mwishoni mwa mwaka huu wa 2025. Jambo jingine ni ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa mpya. Uwanja wa ndege wa kisasa unajengwa, utakaoweza kuhudumia abiria milioni moja kwa mwaka na unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwaka huu 2025. Jambo jingine ni mageuzi ya mshahara Rais Ibrahim Traole alipunguza mishahara ya mawaziri na wabunge kwa asilimia 3 huku akiongeza mishahara ya watumishi wa umma kwa asilimia 50. Mpaka sasa, Ibrahim Traore amekuwa miongoni mwa viongozi wenye mvuto sana katika bara la Afrika na anachukuliwa kama mfano wa kuigwa. Amekuwa ni miongoni mwa viongozi ambao hawakatiki kuzungumziwa katika vyombo mbalimbali mbali vya kimataifa pamoja na vya ndani. Mimi kwa leo naomba nishie hapa tukutane tena katika video ijayo.